na tunaendelea na kitabu chetu Ar-Riyadhul Badi'a, al leo ni namba sita. Babul ghusl, huo ni mlango unaofungamana na mambo ya josho la. Yajibu al-ghusl ala al-hai, akupasi kuoga kwa mtu aliokuwa hai. La yajibu al-ghusl, si wajibu kuoga ala al-hai al -al kwa mtu aliokuwa hai ila bil janaba ila akiwa na pamoja na janaba, ana wajibu wa kuoga. Kama hana janaba, kuoga ni suna tu, ni heri yako kufanya usafi tu mwenyewe. Awilwilada, au kwa kuzaa. La yajibu lhusula, hakutapasa kuoga josho alalhai, kumlazimu alokuwa hai, ila biljanaba, ila akiwa yuko pamoja na janaba. Awilwilada, au amezaa walau min ghairi badali ijapokuwa alizaa pasi na umajimaji, awinkitwaa ila haidu au ataoga kwa kukatikiwa na hedhi yake kinamama, awin nifasi au awi kukatikiwa na nifasi. Wataasulul janaba, na hiyo janaba inapatikana vipi? Wataasulul janaba linapatikana janaba ima biduhulilhashafa, ila kwa, ima kwa kuingiza kishi cha zakari au awi mikidariha au kiasi chake au sehemu yake ndogo ikaingia fi kubuli, ni katika tupu ya mbele au dugu ya tupu ya nyuma. Walau li bahima, ijapokuwa ni tupu ya mnyama wa ilam yasul inzalu, ijapokuwa imeingia lakini hako kupatikana kusuka mani, tayari janaba, madamu imeingia huko, basi lazima muombe janaba wa ima binuzuli mani, ima ni kwa kutokwa na manii mtu tu basi, na kuingiza kwenye, kwenye tupu manii walau bighairi ilaji, hasi na kuvisha hicho pia. Kala hasil kama manii aliopatikana fi naumi usingizini. Walahu faradhani, sawa josho lina faradhi mbili na lina josho faradhani fardhi mbili la sihu ila bihima, hata swihi josho isipokuwa faradhi mbili hizo, uzitimize faradhi mbili ya kwanza nini? Aniya josho, lazima unuie, ndo litapasa josho. Aniya ni kunuia, makurun atania ambayo imekutanizwa bi awali juzi, in yaghsiluhu min jasadihi, kwa fungula mwanzo atakaloliosha min jasadihi, kutoka kwenye kiwiliwili chake. Wa yani wil muktasil, atanuia, mwenye kuoga atanuia rafa al hadath, kuondosha hadath wa wayanwi lmuhtasil atanuia mwenye kuoga rafu al hadath, kuondosha hadath, au faridha al ghusl, au atanuia faradhi ya josho, au nahwa zalika, au mfano hayo eh? au nahwa zalika, au mfano hayo. Hiyo ndio ya kwanza, nia lazima mtu anie. Athani taamimu jasadihi, ya pili, faradhi ya pili ya josho ni kukieneza kiwiliwili chote kile So lazima paka ndani nje tu, umeelewa. Washarihi na kueneza maji kuzitia nywele zake zahiran wa batina, nje na ndani, bil mai, ukazeneza kwa maji hizo nywele mara tawahida, mara moja eh. wajibu ala almuhtasib, na ni lazima kutapasa jua mwenye kuoga josho, ayataasara, ajikamue kamue, hata hata mfatia halaka taduburihi, mpaka kifunuke kifunuke kikuku cha tupu yake ya nyuma kifunuke, kiwe wazi, umeelewa. Wayaghsilaha, aioshe sehemu hiyo. Anilhadathi, kuepusha na uchafu, uchafu kuepusha na hadath wala untha. Na ni wajibu kwa mwanamke antasila ma yadhharu minha, aoshe sehemu ambazo zinamdhirikia mwanamke, inda kuudiha, zamani za kukwa kwake ala kadamaiha, juu ya miguu yake aidan, vile vile eh, kwa mwanamke Fa inna dhalika kullahu, akika hayo yote ya mwanamume na mwanamke, min dhahiri ljasadi, anaitwa ni ni nje ya kiwiliwili. Falau taraka filhusl, lau aliacha katika kuosha, walau nisiana, ijapokuwa kwa kusahau akaacha hayo yote, lamtaswiha lhuslu, joshua alikuswihi, umeacha kuosha hizo sehemu za nje, umeelewa? Ni mwanamume au ni mwanamke, joshua alikuswihi, tumeelewana Walafdhal an yaghsila hadhaini lmahalain, na ilivyo bora ni kuosha sehemu hizi mbili hizo za tupo, kabla jasadihi, kabla ya kiwiliwi chake. Walafdal, vilivyobora zaidi, an yaghsila, aoshe mwenye kuoga, hadhaini lmahalain, hizi mahali mbili, kabla jasadihi, kabla ya kiwiliwi chake, biniyati, kwa nia tahusuhuma, itakozi usu izo tupo ya mbele na tupo ya nyuma, ghaira niyati iso kuwa ile nini ala bakiyati aljasad ya kiwiliwili chako chote, eh, wa sunanul husn, na suna za josho kathiratun, suna za josho ni nyingi. Minha alwudhu kamila ni kutia udhu ule kamil kabla kuoga josho, umeelewa. Wa sunanuha, na suna za josho kathiratun ni nyingi. Minha alwudhu, ni kutia udhu kamila ule uliokamilika kabla, au kabla kuoga josho, wadhalika wadhalika alayhi na kuvisugua viungo vyake yule anayoga josho. Wadalku adaihi na kuvisugua viungo vyake, walibtidau bishikiliman, wakati unaoga josho uwanze upande wa kuume huku, walibtidau na kwanza bishiki aimani upande wa kuume, min jasadihi wa kiwiliwili cha huyo mwenye kuoga, wataamimu jasadihi bilma na kueneza kiwili cha kiwiliwili cha kichote bil ma ikwa maji thalatha marati mara tatu, ale maji huya mwage mara tatu. Sasa waliwenyafukani kama mimi wa waoga mara saba mara ishirini haya, lakini sana ni mara tatu. wastiqbalu lkibla na kuelekea kibla hala husilihi wakati wa kuoga kwake, wastiqbalu lkibla na kuelekea kibla hala husilihi wakati wa kuoga kwake. Kwa yarumu biljanaba na ni haramu pamoja na mtu akiwa na janaba. Wa yahrum biljanaba, ni haramu pamoja na janaba. Ni haramu nini? Qiraatu lqurani, kusoma Qurani. Walmukthu fi lmasjidi, na kukaa msikitini. Walmuharramatu bilhadathi lasghar, na yenye kuharamishwa pamoja na hadathi ndogo. Yote ni haramu kwa mtu aliyokuwa na janaba, asiyafanye eh? hii ndo mlango wetu wa josho umemalizikia hapo. Inshallah, Mwenyezi Mungu atujalie kufahamu na kutumia. Tunaendelea eh? Babu tayammum, huu ni mlango wa tayammum. La yasihu tayammum hakutaswihi kutayammum bi bishaiin kwa kutumia kitu chochote min ajzaa ila bi shart bi shart an anyankulahu au gurishe auamishe, walau min alhawa, ijapokuwa umeamishwa na hewa pia ujiupepo upepo limekuja, wa yakuna baada duhuli waktii na iwe ni baada ya kuingia wakati. Wakati wa nini? wakti liibada, wakati wa ibada s utayamamu kabla, ile wakati wa swala hujafika, ile swala imefika la si ndo watayamamu, alati swala ambayo tayamamu laha alitayamamu kwa ajili ya swala hiyo, uisubiri ingie swala, kisha ndio utayamamu hapo, ndio sawa e? wa asbabuhu thalatha, na sababu zinazompelekea mtu kutayamamu ni tatu. Wa asbabuhu, thalathatu, sababu za kutayamam. Al-awwal adamul ma, ni kuwakosa maji. Wa thani khawfu dharar, ni kuogopa madhara min istimalihi, ya kuwatumia maji bisababi maradhin au nawihi, kwa sababu ya maradhi au mfano wa maradhi. Wa thalithu ihtiyajuhu, ni kuwahitajia maji ni lishurbi, kwa ajili ya kuyanywa, au shurbi hayawani al-muhtaram au kunywa wanyama wake wenye kuheshimiwa eh? au shurbi hayawani hil muhtaram, au kunywa wanyama wake wenye kuheshimiwa wa furuduhu, na faradhi za u, za nini za tayammum arbaatu, ni nne. Al awwalu an niyya, nikunuya makuruna, thaniya hali ya kukutanishwa bina kiliturabi, pamoja na kugurisha mchanga pia babu awwali juz'in, na fungu la mwanzo ya msauhu, atakalolipaka min alwajihi kwenye uso eh? wa yanwi almutayammim atanwiya, yule mwenye kutayamam istibaha taswala, kuitakia halali swala, mathalan, kwa mfano eh? athani masuhul waji, ni kupaka uso, tulan, kwa urefu wa arda na kwa upana, hata almuqbil, mpaka sehemu ya mbele, min amfihi, ya pua yake, wa shafataihi, na madomo yake eh? athalith masuhul yadayn, ya tatu ni kupaka mikono miwili, maal mirfakaini pamoja na kongo mbili. Wala takfi warbatun wahidatun lilwajihi walyadaini, bal la labudda likulli minhuma min daribatin mustakila. Wala yajibu, wala hakupasi meelewa, wala takfisokpas. Athalithu mashul yadaini, kupaka mikono miwili maalumirfakaini, pamoja na kongo mbili wala takfi darbatun wahida, alitoshelezi pigo moja liliwajihi, ukatumia uso, waliadai, na mikono miwili. Bal la labuda, pana budi, likuli minhuma, kwa kila pigo moja, min daribati, kwa kila kimoja kati ya mikono na nini na uso. Ha, haipasi, ha, ha, nini, hapana budi minkuli minhuma, kutokana na mikono miwili na uso, min daribati mustakila, kila moja na pigo lake lenye kupwekeka, kila uso kila mikono na pigwa lake nyekupokeka, eh? kwa mapigwa ni mawili. Arabi wa atartib, yani ni kupangilia, bi an yukaddima masah al waji, atangulize kupaka uso kwanza, kisha ala al masih al yadaini, ifuate nini, kupaka mikono miwili. Wayubtuluhu, inabatilisha tayama ma yale mambo ambayo yubtulu al wudu, vile vile anabatilisha udhu, ndio ambayo anabatilisha kutayama mweng warida na kuritadi wasaralulmanina, kuondoka hicho kizuizi, kabla shurui fi swala, kabla ya kuingia katika swala, alati swala ambayo tayamama laha, alitayamam kwa ajili ya swala hiyo eh? wala falu bitayamum lwahid, wala hatofanya kwa tayamum moja, faridhaini, faradhi mbili, bal faalu faqat, atafanya faradhi moja tu, wamashaa min nawafili, na anazotaka miongoni miongoni mwa sunna dakhala waktuha ushaingia wakati wake kabla tayamumi kabla ya kutayamamu eh? minan nawafil lati miongoni mwa sunna ambazo dakhala waktuha umeingia wakati wa sunna hizo kabla tayamumi kabla ya kutayamamu. Wa yu'idu almutayammimu salatahu atairudisha mwenye kutayamamu swala yake, intayamama lilbardi akitayambam kutokana na sababu ya baridi au swala fi mahalin au aliswali katika mahali ambapo, yahalibu fihi panashindikana mahala hapo ujudul ma kuyapata maji. Kwa hiyo maji yakija utarudisha swala yako, ndio maana yake. Wallahu warasuluhu alam, walhamdulillahirabbil alamin.